Kama ETDCO lengo letu kuwa hapa ni kuangalia baadhi ya fursa ambazo kama kampuni ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu tunaweza tukashiriki au tukazipata, kwa sababu lengo letu hasa sasa hivi, pamoja na kuwa ndani tumekuwa dominant ndani ya nchi, lakini natakiwa twende nje, jipanue zaidi. Tunategemea kwa kuunganika au kwa kutana na wadau mbalimbali wamatoka nje ya nchi, nchi za Afrika ya Mashariki, tunaweza tukapata fursa ya kwenda kupata miradi mbalimbali mbali mbali mbali mbali mbali kwenye nchi zao, lakini pia kama nilivyokusha kusema, ETDCO ni kampuni tanzu ya TANESCO ambayo lengo lake hasa ni kujenga n karabati miundombinu ya transmission au ya, ya, ya, ya, ya, usambaz, ya usafirishaji na distribution ya usambazaji. Toka tulipoanzishwa ETDCO mpaka sasa tumefanya miradi mingi sana ambayo ya, ya kimkakati mfano naweza nikahitaja kwa baadhi ya miradi ambayo tumeifanya na miradi tumeifanya mradi wa kujenga njia ya usafirishaji wa umeme kutoka Mtwara kwenda Maumbika ambao ni wa msongo kilovoti 132, na lakini tunaendelea pia kufanya miradi ya kimkakati kama hiyo ya usafirishaji na ujenzi wa njia za umeme kutoka Tabora kwenda Katavi na Tabora kwenda Urambo. Lakini sambamba na hilo, tuna miradi mingine ya njia za usambazaji kwenye mikoa mbalimbali ya Kitanesco na kwenye miradi ya, ya Rea ambayo tuna mradi wa Rea Mbeya, Rea Katavi, Rea Kigoma, Rea Arusha, Rea, Rea Geita na sehemu nyingine nyingi ambazo kwenye nchi tumetambaa. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, sisi kama kampuni tunakaribisha wadau wote ambao wana lengo hasa la kufanya kazi na sisi hasa hasa kwenye kazi za ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya umeme, kama ilivyo slogan yetu, itidiko ni suluhisho la miundombinu ya umeme. Katika kongamano hili, mojawapo ya manufaa ambayo tunayapata ni kujitangaza. E, kampuni yetu itaweza kufahamika kwa wadau mbalimbali ambao wamehudhuria katika kongamano. Uh, lakini pia uh, tunapata maoni mbalimbali mbali, uh, uh, kutoka kwa wadau wetu uh, kuna mambo ambayo uh, wanapokuja kuongea na sisi tunayapata. Kwa hiyo hayo tunapoyapata maoni mbalimbali mbali mbali kutoka kwa wadau wetu, yanatusaidia kuboresha na kufanya tuweze kuwa na vitu bora zaidi ambavyo wadau wetu wanatuhitaji. ETDCO suluhisho la miundo mbinu ya umeme.